Yes, yes. Ni wasaa mwingine. Tunatokea Sultani Uwezo TV kwa majina ya Shadrack Gira Lumakarobo. All the way kutoka Sultani Uwezo TV. Leo tunajifunza kitu kingine ambacho ni kwamba umekizi vigezo vya YouTube lakini bado unashindwa kutimiza ule wajibu wa kwamba YouTube Partner Programs. Lakini nini kifanyike? So far hiyo inauma sana kama mwanaume aione afu asipewe. Nini kifanyike? Kwanza kabisa lazima uangalie kwamba, je, huna copyright, zile copyright kwamba hujaupload kitu cha mtu mwingine, kwamba umechukua bidhaa ya mtu mwingine ukaweka kwenye mtandao wa YouTube. So, YouTube watakupiga ristik, watakupiga ristik, kwa hiyo ina maana unakuwa ujakizi uja vigezo japo umetimiza masaa umetimiza subscribers. Sasa YouTube watakufanya nini? Watakupiga ban kwamba huwezi pia kesi nyingine ni kwamba niliongelea kipindi kilichopita ni, ni reused content, tunarudia mle mle kwamba tulikuwa tupo kwenye nini labda kwenye event fulani wote tukashoot, ujaelezea labda ujafanya kama ubunifu. So far YouTube hicho kitu hawakipendi. Pia kesi ya tatu ni violation policy. Hapa nataka nielezee kidogo kwenye violation policy kwamba akaunti nyingi za YouTube haziko blended. Blended how Unafungua akaunti leo. Ujaandika biografia yako vizuri. Let me say labda mimi akaunti yangu ya YouTube, um, najifanya na nafanya biashara ya muziki. Biashara ya muziki ni kwamba najitambulisha kwa majina yangu labda Shadrack Gideon Mukarobo ya kuzaliwa kwenye biography. Lakini stage name ambao jina ambalo unajulikana la kibiashara ni Shatizi. Lakini watu wengi hawafanyi hivyo. Content creator wengi hawafanyi hivyo hususani waimbaji na watu waandika mauzuri kwenye mtandao wa YouTube. Kitu kingine tunaita metadata. Metadata kwa nini hazizingatiwi? Hazingatiwi kwa sababu ya mwingine anafungua tu YouTube kwa sababu ya miemko fulani, ana akaunti ya YouTube, lakini lazima ujue kitu kinaitwa metadata. Metadata ni kwamba lazima uandike ile title. Title inakusaidia wewe, kichwa cha habari. Kichwa cha habari nakusaidia wewe kwamba mtu mwingine akisearch ya account yako inaonekana kwa urahisi YouTube. Wale artificial intelligence wakiangalia YouTube yako wanajua kabisa yes this is a content creator, lakini usipofanya hivyo wanajua kabisa ah, huyu mtu sio content creator mzuri, so far utakuwa huna sifa za kufanya nini, za kuwa partner wa YouTube programs. Kitu kingine kwenye hiyo metadata kuna sehemu kunaitwa tags. Tags no, nimezungumzia tags, descriptions in kwenye descriptions at kila video, uandike maelezo ya hiyo kazi yako uliyopandisha kwenye YouTube. So usipoandika, YouTube wanasema huyu mtu hayupo hayu pamoja nasi kwa sababu sio mbunifu. Pia kwenye kwenye hiyo description unaweza kuandika details zako labda follow me back. Ni follow kupitia mitandao ya kijamii. Instagram, Twitter, TikTok, zile username zako zote lazima uziandike. Facebook. Asa usipoandike, ina maana YouTube wanasema kwamba huyu mtu bwana hayuko serious japo umekizi vigezo umekizi vigezo, una subscribe 1000 una una watch time, watch hours, I think wengine mnasema watch hours ambao ni masaa 4000 Sasa, basi usipofanya hivyo, unakuwa ni kitu ambacho umefanya kazi bure kwamba unacheka huko unajitekenya mwenyewe. So far, nini kifanyike? YouTubers wengi wao wabunifu, wafanye kazi kwa uredi, wafanye kazi kwa manufaa afu kila kitu kiko wazi, unaweza ukaenda YouTube ukagoogle kitu how can be content creator, wakakupa material yote. Lakini usipoenda hivyo, unakuwa unafeli, kwa sababu YouTube huwezi, hawezi kukulipa, unapoteza muda wako, unapoteza bando lako kupitia vitu kama hivyo. So far mimi, kwa hayo nimeishia hapa. Kwa majina ni Shadrack Gideon, mwaka robo natokea Sultani Uwezo TV, unaweza kanifollow kupitia peji zangu za Instagram, Shetizi blog Twitter shetizi blog, mnasema X, squeezy threes shetizi blog. Lakini pia page yetu ya Sultani Uwezo TV kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, Instagram, Sultani Uwezo TV. Hii ni yetu kabisa.